Polisi mjini Kisii wanawazuilia watu watatu wakiwemo mhudumu mmoja wa afya kwa tuhuma za kuhusika na kupanga njama ya mauaji ya mzee mmoja aliyekuwa amelazwa hospitalini. Polisi wanasema wawili kati yao wanadaiwa kutumwa na mhudumu mmoja wa afya kumdunga sindano mgonjwa huyo wa miaka 82 aliyekuwa amelazwa katika hospitali ya Bosongo. Hata hivyo, njama yao ilitibuka, kama anavyotuarifu sasa Crispin Otieno ni katika hospitali ya Bosongo viungani mwa mji wa Kisii. Mzee Jacob Nyangau Moseti hapa anaendelea kujiliwaza kusoma Bibilia yake. Mzee huyu ana bahati kuwa hai. Hii ni baada ya ripoti kuwa kuna watu waliotumwa na waliomvizia kutaka kumdunga sindano hadi afariki. Kwa mujibu wa uchunguzi, kijana huyu ambaye jina lake tumelibana ndiye aliyepewa jukumu hilo kutimiza agizo, kisha kurekodi anavyomdunga Moseti. Baadaye angepewa shilingi elfu kumi, kazi aliyoikubali ila hakuitimiza na kuripoti kisa hicho kwa wakuu wa hospitali ya Bosongo. waliniambia tu ninamwekea after some 5 minutes, atakuwa ameenda. tuliambiwa kuamua tu kuwa patient ni kitu mbaya yeah. So ikafikiria 10000 ipesa kidogo, nasema tu maliza nini shule mimi nitoka hapo nje nienda nikae na wazimu. So when he went, he talked to them. They gave him the medication. The medication was in uh, an insulin syringe that was pulled up to around 30. And we could not tell which medication it was. Mzee Museti ambaye pia ni mzee wa kanisa akiwa hapa anasimulia jinsi vijana hao walivyomfuata hadi ndani ya hospitali hii kabla ya kuchanganyikiwa na kitanda alikolazwa. Vijana wa kacha kama liuwa walikuwa wawili watatu hivi wakafungua pasia ambayo ilikuwa kwa mlango na mimi nilikuwa nalala karibu na mlango. Basi wakaangalia tu kwa wodi, hawakusema kitu, wakarudi. Mzee huyu anasema mgogoro wa kifamilia huenda unachangia baadhi ya watu kutaka auawe. Tumesumbuana sana kwa muda mrefu, na mara nyingi wamekuwa vita nami wamekuwa hawataki kuniona, hawataki kuona watu wangu. Watatu hao kwa sasa wanazuiliwa katika kituo cha polisi cha Nyanchwa kwa siku kumi na mbili zijazo huku uchunguzi ukiendelea. Na bila shaka ni tukio ambalo linazidi kuacha wengi vinywa wazi, maafisa wa usalama wakisema kwamba watazidi kufanya uchunguzi wa kina ili kujua ni kina nani waliotaka mzee Moseti kuangamizwa na lengo likiwa gani. Crispin Otieno Runinga ya Citizen katika hospitali ya Bosongo, kaunti ya Kisii.